Kuna huyu jamaa hapa tunamuona namsha na, na ala kwenye mida saa nne asubuhi hivi. Basi mchizi akaamka huku anajivutavuta kama unavyojua usingizi, na kisha tunamuona anaenda kusafisha uso huku akitabasamu ile umchizi bwana. Jina yake anaitwa Ojono, alipo ipo kwenye apartment ambayo anaishi yeye pamoja na wazazi wake. Basi bana alivyofika mezani alikuta ujumbe aliowachiwa na wazazi wake ulioandikwa: ilibidi tondoke kwa haraka, tukupata mda kukuandalia breakfast, hivyo nenda sokoni ukapate chakula, samani mwanangu, tuonane baadaye. Huu ni ujumbe alioandikiwa na mama yake. Okay, tunatupa yakek upande wa pili tunamuona Ojono hu anaweka mitambo yake sawa na kuanza kucheza game. Na ile game unalocheza ni game la online ambapo anakutana na wenzake wakicheza live. Na kwa hiyo na yeye alivyojiunga wakaanza kucheza game huko akipiga stori za shule. Sasa katika ile game wanalocheza kuna memba mmoja akaambia wenzake atokeni oh, kwenye game, tokeni kwenye game, naendele mkaangalie taifa habari sasa hivi." Joon-woo alishtuka huyo ila ikambidi atoke akaangalie TV. Ile anatoka na nachukua remote anawasha TV, taifa habari naanza naye anatega ski, mara signal azisomi, mara ghafla kwenye simaki kuna notification inaingia, ni ujumbe wa serikali ambao unasema, "Tahadhari unasemataaa azam lula kwa kila mwananchi wa Korea. Jiji la Seoul limevamiwa na maafa. Mara ghafla anasikia sauti nje kwenye korido, watu wanakimbia. Mara tena anasikia sauti za kelele nje, ikambida asogea kiungulia, anashangaa anachokiona. Anafungua vizuri dirisha, anakuta kundi la watu wanakimbia mpaka wanasukumana. Kiangalia upande wa pili, anakuta gari la fire linakuja speed bila break. Mara anamuona mtu anarukia gari na kwanza kupasua kioo. Joon-woo mpaka sasa hivi haelewi nini kinachoendelea. Ila kuna tukio moja alikuwa analiangalia kwa makini, anamuona huu mama kashikilia kisu kwa namfuata binti yake na kumkumbatia. Ila cha kushangaza yule binti alianza kumrukia mamake shingoni na kumng'ata tena, binti anaonekana mwenye nguvu, kamng'ang'ania mamake mpaka anamwangusha chini. Tukio hili ndio likamshangaza zaidi John huu, ila hajakaa sawa, mlango wake ukaanza kugonga. Ikambidi asogea muone huyo mgeni anaogonga mlango wake, ila chakushangaza amna mtu yoyote mlangoni. Ikambidi afungue mlango taratibu ili angalie nini kilichogonga mara. Hey, hey, kuna mtu kaingia. John huu akamwambia unafanya nini hapa mchiza? Akamjibu samani, tulishawahi kuonana kabla, mimi ni jirani yako, natokea kwenye chumba cha mia nne na tatu. John huu akamwambia mimi sijali, ondoka, ondoka mchiza. Kamwambia subiri, subiri na naomba uh, unisaidie kitu nataka mara moja, akamwambia nitumie bafu lako mara moja. Joon-woo akamwambia acha. Ghafla Joon-woo alisikia sauti ya TV inaongea ikisema kwamba kuna maambukizi yametokea ghafla kwenye jiji la Seoul, watu wanangatana wao kwa wao na hali hii inapelekea maambukizi ya mtu kugeuka kuwa kiumbe cha ajabu. Eh, Joon-woo alishtuka akawa na wasiwasi na yule lenda bafuni, akaanza kunyata ili atafute silaha. Sasa ile ili anafuta drawer hivi yule mkizi mendo anatoka bafuni, Joon-woo akamwaya haraka na kisu. Mkizi akamwambia subiri, mimi mimi niko niko sawa sawa kisu mkizi akamwambia subiri, mimi niko sawa. Sasa Joon-woo alikuwa anamwangalia hamuelewi. Huyu jamaa anatokwa na damu machoni, hojenuhuu akamfata kamwambia atoka nje, ila cha kushangaza tunamuona kama mchizi ana degedege hivi, alipiga alipiga hadi ile staili ya Michael Jackson. Mara mchizi huyu anamfuata anamfata ujonuhuu, hojonuhuu naye alikuwa na ubavu wa kumsukuma, alimtoa nje. Sasa ile anafunga mlango hivi, mchizi naye kaweka mkono, ila mwamba kajitahidi mpaka akafunga mlango, ila alipomaliza kufunga mlango, alichungulia mlangoni, kuna kitu kilimshtua. Nini iki akachungulia tena, anamkuta bigi anamvunja mtu mifupa na mtu mwenyewe anayevunjwa mifupa ni yule ule jamaa aliyeingia kwake ula, na kisha anamwona bigi huyo anamkukuta mtu wake na kuondoka naye. Jonuu alibida eke fiji mlangoni. Sasa kuna mida John Johnu alikuwa anatafuta wazazi wake kwenye simu, ila mtandao ulikuwa upatikani. Jamaa alichukia ila hajakaa sawa. Kuna meseji ikaingia, ni ujumbe kutoka kwa mamake unaosema kwamba Johnu mwanangu, sisi tuko salama, hakikisha unakaa nyumbani na usifungue mlango hata iweje. Ujumbe huu ulimniza sana John Johnhu. Basi bana mida ilienda mpaka mida iy kumchiza alikuwa na mawazo sana, akawa sasa anapunguza chakula asiwe anakula chakula kingi, huku akiwaza kwamba chakula kidogo na hii hali hajazoea. Basi akapunguza tena bakuli lake la vitumbua akaeka marepo mwisho, akaenda kujitupa kwenye sofa, akaenda kulala. Mida asubuhi sasa mchiza akaamka, akaingia online, anakuta watu wanaposti maombi ya uokoaji. Hii ilimhamasisha sana bwana John Hu, akaenda kuchukua bango lililoandikwa maneno msaada, akapiga picha na kuposti mtandaoni. Basi hapo John Hu alipomua kwanza, akiamini kwamba msaada na yeye utamfikia. Basi akaendelea kuscroll, ile anascroll kuna video aliiona, inamuonyesha huu jamaa hapa yupo live anatafuta mawasiliano. Mara ghafla katika kusogea, mchizi akateleza. Ujonuuu akashindwa kuangalia, ila jonuu akapata wazo lake. Iye alikuwa na droni, hivyo akachukua simu yake akafunga kwenye droni akaipaisha hii droni, na lengo la jonuu ni kuipaisha hii droni ifike juu, ili apate mawasiliano awasiliane na wazazi wake. Basi akaitega vizuri na kuanza kuipaisha iyo droni juu kabisa. Mara tunaona mtandao unaanza kurudi, jonuu una naye alivoona ivo akapiga simu na simu kaanza kuita. Ajonuu alifurahi, ila sasa anasikilizia simu ipokelewe. Mara yeye hey, droni inaonyesha battery low, na mchezi alichukia, alijisikia mnyonge sana. Acheze game sasa. Ile anacheza game, anashangaa elewi, ana kliki vizuri. Oho, game linahitaji kuwashow internet ah, eh. Joon-woo tukana basi bana, mida a usiku hivi mchizi kinyonge, intaneti nayo shakuwa tatizo. Mara tunaona miguu inakimbia kwa spidi, hii hali ilimshtua bwana Joon-woo ikamshawisha akachungulia ili aone nini kinachoendelea. Ile anafika na kodoa macho hivi alikoswa chuma, ndio hapo tunaonyesha kuna huyo askari hapa anatetea wa uhai wake kupambana na hawa mazomba. Basi Joon-woo alikuwa anamwangalia mwangaliwa huyo mwana mama hapa anavyo waangusha hawa mazomba sasa. Kuna muda huyo askari aliishiwo risasi, alafu alikuwa anatumia ile bunduki ya revolver, yani ile ile six shooter. Sasa ile kuweka sasa kulikuwa kuna mshindo kulenga yale matundu A, mazombi walimwahi. Alikuwa anajaribu kujitetea hivi, lakini mazombi walimtaiti. Joon-woo alikuwa wa anaumia, ila ajui nini afanye, na huyu mwanamama aliona kuliko kuwa zombi ni bora ajimalize. Alijiwekea ile bunduki yake shingoni, lakini cha ajabu, zombi kama alikuwa na akili, aliitupa wakaanza kumkokota, huku Joon-woo alikuwa analiangalia ili tukio kama anataka afanye kipi, lakini huyu mwanamama ndo anazidi kusogezwa kwenye familia ya mazombi. Joon-woo ilikuwa inamuumiza sana hii hali, akashindwa kujizuia, tunamsikia tu anasema Mama amnisikii! Sasa unafikiri mazumbi nyeo na mwelewa? Ndo kwanza wanamvuta chini huko, ila bwana, alipiga kelele, na ile kelele inamponza, anaanza kusikia naye mlango wake unaanza kugonga, na gonga yake sio ya kawaida, ni akishindo Ebwana ni lile zombi bigi alilokuwa analichungulia mlangoni. E, jonuu alivyomwona akajuwa huu siweze kupambana naye, akaliwai fasta lile friji ili amzue asiingie. Lakini bana lile zombi lilikuwa lina nguvu. Na naye jon kaona hapa sitoweza, akaanza kupiga mahesabu ya kuanza kutetea uwai wake. E, jonu katika moja na mbili akapata wazo, akakimbilia kwenye ule ukingo nao kadirishani kwa na lile zombi ne, na e, ma, ne, bwana likafanikia kudondosha ule uzo wa friji, naye johnu amekaa hapa namsubilia, mara johnuuu kadirusha, naye zombi alivyomwona kamfata. Kumbe bana huu ni ujanja bwanachiza Saabu. Sasa, katika kukaa hivi, anatupa jicho, anamuona yule mwana mama askari kawa miongoni mwa wale mazombi. Hapa ndio Joon-woo akaamini kwamba kumbe hawa mazombi wakikung'ata unageuka kuwa miongoni mwao. Basi bana mchezi, akabidi arudi ndani, akawa sasa anarekebisha zile sehemu zilizoharibiwa na yule zombi la. Joon-woo alichoka sana sasa. Kuna mida fulani ilimbidi apate mvinyo na msosi, hii yote anaifanya kwa ajili ya kujisaulisha, lakini bado haisaidia. Akijiangalia kwenye apartment zote yupo peke yake, hivyo anaishia kulewa tu. Basi siku nyingine mchezi, hapo kala anaamsha na notification ya simu. Basi ndo anaamka hapa, ili angalie hiyo mesaji iliyoingia, ndio anakuta ujumbe wa sauti aliotumiwa na mama yake. Njonouyi ilimbida akimbilia dilishani ili atafute network, lakini netwoki bado inasumbua mpaka inamfanya jamaa analia. Ndio ikambida toke na stendi ya simu ili afanye ile tekniki kama yule jamaa liomuona mtandaoni. Ebana, ilifanya kazi, alianza kusikia ile sauti liotumiwa na mama yake inasema kwamba ochonou, mwanangu sisi toka kwenye ofisi ya baba yako huko na dada yako yuko nasi. Natumaini mwanangu huko sawa. Mala ile sauti mama yake kanza kuscratch mwaya, tunasikia funga mlango, hapana, njo huku haraka, wanakaribia kufika, usiende huko. Embu sikia mwenyewe kwanza uone <tutu> yani kwamba alivyokuwa anaongea mama yake kabla ajamaliza kurekodi hii sauti walivamiwa na mazombi. Sasa ijulikane kwamba walishambuliwa au vipi? Ila mama yake alisendi voice over kwa John hu mchezi paka analia kwa hasira aliokuwa nao, kaingia ndani kavurugua vurugua vitu unja TV, yani napiga kelele huyo. Akaona hasira yake haiwezi kuisha hivi, akatoka nje kwa kishindo. Kulikuwa kuna zombie hapo, anajipitisha kazana huyo huyo, alimpiga malungu. Kiufupi mchezi ana hasira, alipiga makelele kama kuaita hivi. Sasa alivyoona hawaji, akaona afate huko huko, ila anapita kwenye kodo hivi, ndio wanaona wanakuja mdogo mdogo. oh heza akaona hawa siwawezi nao mazombi, wakaanza kumuunganishia mara, huku kashika mguu. Huyo Joon-woo akaanza kukimbia mara he, he mbele. Napo hapo akaanza kufungua lifti, anafungua lifti hivi, mazombi nao wanatoka nao wanadundushana. Joon-woo naye alikimbia lijibanza sehemu, akawa nawalia timing, sasa watamuona mara, akapita wa kwanza, wa pili, wa tatu. Eh, afadhali mcheza akionekana bwana, akaanza kunyata sasa ili arudi gitoni kwake. Ghafla akasikia eh, hey. Alikuwa zombi kipofu bwana, ila John Hu alijibaza sehemu, alivyomuona kapita mara pum, alijisawa libamiza mlango. Sasa mazombi alivyosikia ah, alimganda hapo mlangoni, unaambiwa huyu zombi kipofu hadi anashikilia kitasa anataka afungue. Basi bana, siku 20 zimepita toka ili tukio limetokea, mchizi ana chakula tena, akiwaza ile voice note alioisikia kuhusu wazazi wake, ndio anakosa matumaini ya kuishi kabisa. John Hu aliona jitundika kitanzi tu. Sasa yeye anakaribia kudedi hivi, anaona ile miale mekundu anamulikwa nao Jon huu asijua ajue jinsi ya wokovu, anakuta ule mwale mwekundu unampa ishara kwamba no, usifanye hivyo. Alianza kuruka ruka mpaka kamba ikakatika na alivyokuwa mnene, ehe, mwisho ndo tunaonyesha huyu mrembo hapa aliyefanya tukio la kumuokoa Jon huu. Mtizi naye anasogea ili amwangalie, nane leo muokoa ndio anamuona huyu mrembo hapa. Basi Jon huu shobo nyingi alivyomuona anamchekea chekea, ila huyu mrembo hakutaka maneno mengi, alimpa ishara kwamba tutaongea kesho mida ya saa saba. Ujue Jon huu alijua yuko peke yake kwenye hizi apartment hivyo alivyomuona huyu mrembo aliona kama aliona malaika, yaani alifurahi. Basi tunaonyesha huyo mrembo anakunywa maji sasa, anavyokunywa maji akawa anaangalia maji yamebaki kidogo, halafu maji yamekata kwenye apartment zote, na huko nje mazombe wanatembea tu. Basi bana, ilifika mida ya saa saba, wakawa natambulishana majina yao kwa kutumia simu zao, na hapo ndo tunamtambua huyu mrembo anaitwa Kim Yobin. Basi walivyomaliza kutambulishana, Joon-woo anaingia ndani, akawa anashikilia tumbo. Sasa Kim alivyomwangalia akajua huyu momba ana njaa. Sasa akapata wazo la kumsikishia chakula Joon-woo. Kuna kitenesi fulani alifunga na kamba, sasa akawa anarusha hivi Oho, kwa bahati mbaya kile kitenesi kikaishia njiani. Jonu akawa namwangalia, mbona unataka nichekeshe? Unataka urushe hiki kitenesi kwa umbali wote huo wo? Jonu akampigia pigo za kisasa alimpelekea drone, aliyefunga kamba na kumpelekea Kim. Ilivyofika Kim, Kim akichukua kamba kafunga, kisha tunaona kipaseli kinatelezeshwa hapo namcheza nakipokea hapo kufungua hivi. Ni msosi bwana, jamaa alikuwa na njaa kweli, alivyomaliza kula akawa namshukuru Kim. Dafa Jonu kuna kitu alikiona, alikimbia haraka. Eh, bana hapa tunaonyeshwa ile kamba ya Kim kuna zombe ameisika, na Joon-woo alikuwa anamshutua Kim kwamba angalie chini, ila Kim alikuwa leo. Zombe liivute ile kamba, kumbe Kim aliifunga kwenye meza, ikambamiza na akakata moto hapo hapo. Kisha ndo tunamuona huyu zombi huku anatumia ile kamba kupanda juu alipo Kim. John huyu naye anajaribu kumlenga, lakini chupa zifiki zinaishia chini tu. Hii kamshtua huyu zombi, akaanza kuongeza spidi sasa, ili afike juu kwa haraka. Akokubali ile tukio litokee, akampelekea drone huyu kiumbe, lakini mvua ilikuwa inanyesha a na kiga vyombo vyao ili wapate maji. Tunamwona Kim yupo na darubina naliangalia sana gorofa aliyopo Johnhu, yaani kama kuna kitu aligundua hivi. Upande wa pili huku kwa Johnhu tunamwona mcheza amebaki na chakula kidogo sana. Sasa kuna maneno ya kijasiri alikuwa najiambia kwamba naweza naweza kufanya hivyo Joon-woo. Mara tunamwona anafunga viatu vyake vitambaa na tepu, anafanya hivi ile akitembea sauti ya hatua isisikike. Basi tunamwona anatoka hivi akiwa na nyata mdogo mdogo. Sasa alivyofika kwenye korido fulani hivi aliwona mwili wa yule mtu aliyokuja siku ile kwake, hivyo basi, kutokana na yule mtu alimtajia namba ya chumba chake, basi Joon-woo alichukua funguo na kwenda kwenye hiko chumba. Ile anafika elewi anamuona mtu kalala kitandani, akabida okote kiatu akarusha akaona kimya basi, Joon-woo akabida anyate anyate, akaenda kwenye frima akaanza kusomba vyakula kimya kimya ili asisikike. Kisha alingia kile chumba alichomwona mtu amelala na kuanza kukagua kuna vitu alivyoona akaanza kusomba na hapa aliziona hizi redio ledeukulu mbili nazo akazibeba akaanza kuondoka, ila anavyoondoka hivi Joon-woo alitamani kuona nani aliyelala hapa akaanza kumfunua, mara akashtuka zombie hata alipotokea akaanza kumvaa Joon-woo. Joon-woo akaanza kupambana naye pale, mwisho alifanikiwa kumkimbia akarudi fastgetoni kwake. Kisha alivyofika Joon-woo akaanza kugonga msosi Mchize alikuwa anakula nakula jinaosikirizia hivi, basi bwana tunamwona naika hivi vyakula na hii radio call kwenye begi na kisha kumtumia king. Asubuhi bwana anasikia sauti kwenye ile radio call, akaamka haraka haraka, alikuwa ni king. Bwana alikuwa anamwambia kwamba umeamka salama mcheze, naye akaitikie ndio. Basi hizi radio call ziliwasaidia sana, kwa sababu iliwafanya wafamiane vizuri na mpaka kusaidiana kupika, maana mchizi alikuwa hatajuu kupika tambi, ndo binti alikuwa anamwelekeza. Sasa baada ya kumaliza kupika, kuna mid alikuwa anapiga stori, janu alikuwa anamwambia uh, nilishangazwa na ujasiri wako kumkata zombe mkono

kumsaidia akamwambia, huko ghorofa namba ngapi? Kimwe akamtajia, maana tunasikia mlio wa simu naita huko. Kim naye kama alikuwa aelewi hivi, ndio tunaona aa, mazombi wanakimbia kuifuata hiyo sauti ya simu. Eh, Kimwe livyoona hivyo, alichoka kumbe bana, mchizi wetu John hu ndo aliopiga simu. Basi bana, wakaona sehemu walizokuwepo ni hatari sana, wakaanza kusomba vitu vyao. Mcheza akamwambia uko tayari Kimu, hata ajajibu aliruka kwenye gorofa aliokuwepo. Ndo tunamwona Kimu hapo, anaonyesha ujasiri, anapambana na mazombi na kuafika kuafiaka. Kweli kuna vitu anavyovifanya huyu demu inamshangaza sana John hu. Mara Kimu huku naye kakuta bunduki, mara ajakaa vizuri kakumbo, Kimu anaanza kujitetea, lakini kama zombi kapigwa na kitu kizito, alikuwa John hu alikuja kumsaidia. Basi wakaongozana paka kwenye mlango hapo, lakini alikuwa na changamoto wazuia awa mazombe wasiingie, lakini Joon-woo alijitahidi kuwatandika na ile fimbo ya gofu mpaka kafanikiwa kufunga, na mwishowe tunaona wanaingia kwenye lifti. Basi bwana, wakafika kwenye zile ghorofa za juu kabisa. Hizi ghorofa wamekuja kwa sababu gani? Kwa sababu waliona huku mazombe hawako kwa wingi. Sasa wamefika hivyo, wanafungua milango, lakini milango haifunguki. Mara tunamuona Kim, kuna kitu anakiangalia, kumbe amemuona huu zombe hapa amesimama peke yake, alafu hata awakimbizi. Mara kumbe kuna familia inakuja ah, hivyo kukimbia na na walivyoona hivyo kaanza kukimbia na wavyonuku na geti liliona akaanza kulingufua kulingufua Tupo kwenye njia hapo. Kim naye anahangaika kufungua milango, mara kafunguliwa, mara he kavuto. Tunaona vilipuzi vya moshi vimetupwa hapo, kisha tunamwona mtu anamwita Joon-woo Joon-woo, naye akaenda, wakafunga mlango. Sasa Kim alikuwa mwamini huyu mtu, akaanza kumshikia silaha. Mchizi akamwambia mimi nikuokoa, bwana, unaishikia silaha nini? Basi baadaye mchezi akawakaribisha maji na kuwamiminia anyway, na kuwasokezea, lakini kimu anayoangalia hatuani, hata amwamini huu jamaa. Basi mchezi alivyoona hawa wamwamini, akabidi anywe yeye, na ndio tunamwona Joon-woo anakunywa naye, binti alivyomwona Joon-woo anakunywa naye, akanywa jamaa naye akaulia Vipi, mnataka na chakula? Ndio tunaona washikaji wanavifungua vipaseli na kuanza kula chakula. Basi stori zikaanza kuwa nyingi pale. Basi mzee akaingiza stori moja, akasema kwamba timu ya uokoaji inakaribia kuja. Jonu akasema, timu ya uokoaji? Mzee akasema akasema timu ndio. Kuna ujasikia matangazo. Ah, Jonu alilia machozi ya ya ya, mzee mzee ndio, ah, machozi ya furaha sana. Sasa sasa Kim Kim alikuwa haelewi, anamwona huyu mzee yuko peke yake, alafu alafu kwenye picha picha anaona anaona picha ya familia. Alitaka amuulize lakini anaona kama naisikia usingizi hivi. E, mara Kim kadondoka, alafu mezani. Jonu naye alikuwa amelala E bana, hapa ndo tunatambua huyu mzee kumbe mbaya. Alianza kumburuta Kim na Kim alikuwa alikuwa na nguvu hata ya kujitetea basi. Baadaye Kim anajikuta ko kwenye chumba, alafu amefungwa mikono. Sasa ndo anaangalangala vizuri, vanakuta mtu amelala, alafu anainuka ndandaanda, alafu uso mtu ni zombi bana. Oh, Kim ndo akajua, hapa akajuwa nipo simu tayari, ila sasa tunamwona huyu mzee ameshikilia kamba, alafu anarudi nyuma taratibu kama anaiachia kamba hivi, alafu tukiangalia kwenye picha hapa, tunamwona huyu mzee yuko na mke na mtoto. anyway, tutaelewa huku. Kamba inaendelea kutelezea alafu tukimwangalia huyo zombi kama amefungwa kamba kiunoni, alafu anatembea mdogo mdogo na kamba hiyo. Amefungwa na huyu mzee bwana, na ndio anayemcontrol, lakini mzee anasikia, acha unachokifanya. Joon-woo alikuwa ashaamka, amemshikia bastola mzee, akamwangalia eh, maana mzee akaacha kule anachokifanya, aliachia ile kamba, na ile kamba kumbuka amefungwa yule zombi. Basi Joon-woo akaiwai haraka, lakini aliikosa. Basi akaanza kutikisa mlango, mara mzee akaja, naye akawa nasikilizia, mbona kimya Akatoa fungua fungua, chungulie, anachungulia hivi eh, katupiwa bwana, yule zombi wake anamng'ata yeye mwenyewe. Halafu sasa hapo ndo tunatambua kwamba huyu zombi ni mke huyu mzee. Huyu mzee alivyoona akina John na Kim, alitaka wawe vyakula vya huyu zombi wake, yaani kwamba mke wake alishabadilika kuwa zombi, lakini mzee bado alikuwa anampenda, unaambiwa ni mtoto wake. Huyu mzee alimpa mke wake amtafune yani mzee fala kweli! Yani basi Kimu alikuwa na ile pipe akutaka ule mzee abadilike tena, alimtandika shaba. Lakini ile sauti ya risasi, kumbe bwana walisikia hawa na familia, na walivyosikia hiyo sauti wakaanza kuifuata ilipotokea. Na huko upande wa pili, huyu Kimu naye alishaanza kukata tamaa ya kuishi, alimwambia Jonu, naomba tu unipige risasi. Jonu naye analia. Mara ghafla Jonu akashtuka, kuna sauti kama ile, akaenda kuchungulia dirishani. E bana, walizona hizi helikopta za kijeshi! Ah, walilia machozi ya furaha sana. Sasa Kimu akamwambia tuende kwenye paa. E bana, walitoka na nguvu mpya, walianza kuwasukuma hao mazombi. Mchizi alikuwa na akili sana kuwekea vizuizi, alikuwa anachukua hii basikeli kuwazuia, lakini mazombi wanazidi kuongezeka. Lakini mchezi alitoka, alivyotoka akachukua ngazi akaegesha kwenye kitasa, lakini hao mazombi walikuwa wengi afu wenye nguvu, waliweza kuvunja huo mlango. Tunaona anabaki kuangalia hivi, lakini kuna helikopta inakuja ebana, ilikuwa helikopta ya kijeshi. Hao mazombi walikula mijedeji, tunaona walikuwa nabaki tu wanaangalia, lakini haijakaa sawa hivi, kuna notifications zinaingia kwenye simu zao, wakiangalia hivi ni SMS na meseji kolo za ndugu zao, yaani kwamba hii inamaanisha wazazi wa John hu bado wako wazima. Aw, walifurahi sana eh bwana. Hapa ndo mwisho wa filamu yetu nzuri, na kutokana na channel yetu bado changa, basi hakikisha umenisubscribe bye.